msaliokua kuwakumba huja kuikumba nchi ile walioikaa wale ndugu zake Yusufu, ndo alikuwa msaada kwao. Yusufu ndo alikuwa msaada kwao katika kuwalisha na kuwasaidia. Hakulipiza kisasi, aliwasaidia ndugu zake bila hata wao wenyewe kujua ya kwamba uyao waliomuuza namga kwa msaada. Kwa hiyo ni kama jiwe aliyekataa waashi ilikuwa ni kuu la msingi. Na Yesu hivyo hivyo, Wayahudi walivikataa, lakini matokeo yake amekuwa mwokozi wa ulimwengu mzima bila ubaguzi, wala hakulipiza kisasi. Wote wanaomwamini wanakombolewa naye. Kumbe utaona dhana ya wivu ambayo ni mzizi mkubwa wa dhambi unaweza ukasababisha, uh, kumkataa mtu ambaye angeweza kuwa msaada mkubwa, hata katika jamii. Mara nyingi inatokea katika jamii popote duniani, lakini hata katika maisha yetu ya kitawa. Wivu ni kitu kibaya sana. Wivu ni dhambi kubwa sana. Ni wasiwasi ndugu zangu, sisi kama watawa tusiwe na wivu. Wivu na wivu, wivu unakuisha maendeleo nyuma, wivu unasababisha mambo hayaendi moyo badala ya kumchukia na kutaka hata kila anachofanya kisiendelee. Hiyo tabia iko sana katika maisha ya watawa hasa nyakati hizi, sio tu kwenye ushirika wetu, hata mashirika mengine. Sasa sijui watu wamewiki kutoka wapi Kristo sia aa yaosanaktoka kawazafia Huu wivu unatoka wapi? Hiyo ni dhambi kubwa, ni mzizi wa dhambi, lakini baada ya hapo dhambi kubwa zaidi. Kwa basi tuombe Mungu atusaidie tuondoe hii dhambi ya wivu, hasa tukizingatia sisi hivyo wachanga na Mungu. Ukianza kuwa na wivu na mambo madogo madogo, utakapokuwa makubwa si itakuwaje? Mtu anaotesha nyanya, mwingine anasii